Nakupenda, mambo vipi? Na karibu tena mdau, nazo beautiful day, tunakutana tena hapa na lengo ni kujuzana na kupeana updates juu ya kila ambacho wewe una deserve kukipata. And this time tuko na story kuhusiana na sakata la Matilda pamoja na Baba Asma of course. Uh, tuliweza kuona kwamba uh, ilionekana kuna sintofahamu baina yao, akawa amegoma kabisa kurejea akisema mambo tofauti, Matilda hatoigiza tena kwa Baba Asma, kwa maana kutokana na changamoto za kutokuridhiana kwenye sakata kubwa hii, inawezekana masaam nzuri kwa upande wa mashabiki wa Matilda, lakini pia yawezekana ikawa ni nzuri zaidi kwa upande wa watazamaji na wafuatiliaji wa Dunia Series ambao wanaingoja season 2 mpaka sasa hivi. Muhimu zaidi tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video kupata kufahamu kwa wote jua kila ambacho nasemekana sasa ndio kiko e, nyuma ya pazia kwa sasa hivi, baada ya ule ugomvi wa hapa na pale, kuna mambo ambayo yameweza kuhappen. Ni yapi hayo? utayapata kuyasikia kwenye hii video. Mimi naitwa Gabby Official, naomba nikukumbushe inawezekana ukawa ni shabiki mzuri sana wa Matilda na unampenda sana au pengine unaisubiri kwa hamu sana Dunia season, uh, season 2. Basi hapo chini hii video kuna neno limeandikwa subscribe. Ufanya kulibonyeza ikiwa ni ishara ya upendo na kwa nchi jinsi gani ambavyo uko na shauku ya kuisubiri uh, Dunia season uh, I mean, Dunia season 2, lakini pia wewe ni mmoja shabiki mzuri sana wa Matilda ambaye unasubiri kumuona Matilda akirejea. Uh, uh, sasa kama kawaida tunafahamu yalitokea mengi. Matilda alizungumza mengi zaidi kuhusiana na chanzo cha ugomvi wake yeye pamoja na Baba Asma akasema mengi zaidi ambayo aliweza kumtoa na kusema kwamba swala kubwa zaidi lilikuwa ni maslahi, of course, Matilda alikuwa anaonekana ni tofauti hivi ambaye ni kama moyo wake uko tayari kusamehe kwa chochote. Tulimshuhudia pia Baba Asma alivyokuwa anazungumza akasema mengi zaidi kuhusiana na chanzo pamoja na jinsi situation ilivyo mpaka sasa hivi na finally tukaja tukapata jibu kwamba Matilda hataigiza tena na Baba Asma. Lakini baada ya muda kupita sasa wamefanikiwa kukaa chini kwa pamoja na wakaweza kudiskasi, Baba Asma ili bidi amfate Matilda and wakazungumza na vitu kama hivyo hapo hivi, na mpaka time hii tunavyokuwa tunaongea hapa ni kwamba mambo ni mazuri kwa asilimia almost 80 kwa maana ya Baba Asma alienda kukiri kwa mwenzake, lakini pia Matilda alisema kwamba ameelewa. Kumbuka Matilda alikuwa anahitajika kwenda DSTV huko kuigiza mara kwenye e, series ya Kombolela na vitu kama hivyo, walikuwa wamempigia simu kote huko, so alikuwa amepata mashavu mengi sana, ambao bila shaka angeenda angeenjoy kinoma noma, lakini kwa taarifa zilizopo mpaka sasa hivi ni kwamba kuna tetesi Matilda kaenda kuwepo kwenye series ya Dunia season two. Na kumbuka hiyo ndio sababu kubwa sana ya season 1 kuweza kuisha njiani. Inasemekana washaombana msamaha tayari na kila mmoja kashalidhia, ijapokuwa Matilda anasubiri ruhusa tu kutoka kwa mume wake. Tunafahamu huyu ndio mwamuzi wa mwisho ambaye anaweza kusema kwamba Matilda akubali kurudi kwenye series ya Dunia kuigiza na Baba Asma vipi. Lakini anasema kwamba wameshasolve kila kitu, na inasemekana kuna kiasi cha pesa ambacho Matilda ilibidi alipwe lakini alikuwa hajalipwa kwa hiyo wakati anaomba msamaha Baba Asma pia ameenda akampa pesa yake, ambayo Matilda alikuwa hapewi kwa wakati stahiki, kutokana na, na vile ambavyo mkataba wao ulivyokuwa unasema. Kapewa pesa yake yote, lakini shukuba mpaka sasa hivi. Ama kipengele pekee ambacho kimebaki ni mume wake na Matilda kuweza kuconfirm na kumpa go ahead Matilda ya kuweza kurejea kuweza kuendelea kufanya kazi na Baba Asma, ambapo kama mume wake na Matilda kiruhusu, basi kila kitu kitakuwa vizuri na tunaenda kumshuhudia Matilda kwenye season 2 ya Dunia Series. Lakini kuna kitu kimoja hapa ambacho natakiwa uwekwe clear kwamba kule kwenye movie tuliona kwamba ali, ali, ali ni kama vile alikufa. So sijajua kama kwenye Dunia season 2 ataenda kukaa kwenye, ataenda kaa kwenye position gani, ile hali tunaona kule kwamba inaonekana kule alikuwa amekufa. Labda kama kuna namna ataweza kutengeneza ili mazingira yakae katika namna ambavyo aonekane bado ni mzima au vipi. Lakini yote kwa yote tusubiri tuone kila kitu kitakaa sawa sababu wao wanajua nini hasa ambacho anakifanya. Lakini kama nilivyokuambia kwamba kizingiti kipekee kimebaki kwa mume wake na Matilda kumruhusu Matilda aweze kuigiza na Baba Asma au akatae. Baada ya hapo tutakuwa na feedback ambayo itakuwa na uhakika wa 100%. Comment yako ni ipi kuhusiana na hiki? Tuambie hapo chini ya hii video, lakini muhimu zaidi tusisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates katika video zijazo.